Mke wangu ananituhumu wa kwamba nimehamisha mapenzi kutoka kwake. Sasa hivi nampenda sana mtoto kuliko ninavyompenda yeye. Napenda kusema tuhuma hizi si kweli. Yaani siku hizi mapenzi hamna kwangu, yameisha. Yameisha guys, naongea ya taratibu sasa kufikia yameisha. Kwa nini nasema yameisha? Anaweza karudi jioni. Heaven. Crips. Heaven. Mwindi. Heaven. Bigidi. Amna cha mama Heaven. Kitu kinaeleweka jamani. Mimi nimeenda huko nimefanya shughuli zangu, nimepata kidogo kitu. Uh, nimetuma uh, hela nyumbani ya matumizi ipo, and then napata kahela kidogo kwa ajili ya kununua zawadi kidogo ya mtoto. Sasa kuna ubaya gani? Mtoto ni wetu wote. Eti juzi mimi ndo <laughs> ameniletea Pepsi, yani nimetoka safari nimekuja siku ambayo nimeleta zawadi sasa hapa juzi nilinunua <laughs> nilikuwa na soda nikasahau kumletea zawadi mtoto. And actually, ile soda nilitaka nimletee mke wangu. Sasa nikarudi nje nikamwambia mama, nimesahau zawadi ya mtoto, naomba hii, hii soda hii itumike kwamba kumpoza kwamba wewe utamimina kidogo, then utakunywa soda ile. Pepsi kubwa kabisa kwao, mtoto ile hawezi kumaliza. Na actually, mtoto wangu sio mpenzi sana wa soda, kwa hiyo nikajua tu kwamba akimpa kidogo mtoto ataridhika, ataona kama nimerudi na kitu, kesi itaisha kumbe mwenzangu akaona kwamba mimi nimeleta zawadi, lakini bado nataka hiyo zawadi wagawane na mtoto. Lakini mimi kuna siku alimletea heavy clips, katika kumletea heavy nikamwambia ni zile e, akashiba hicho ni kumaji zawadi za mtoto <laughs> anadai kwamba mimi nimetengeneza wimbo kwa ajili ya mtoto. Mimi nilikuwa sehemu nafundishwa mambo ya AI ya kutengeneza nyimbo na nini, mtu akasema, bwana, hebu tengeneza nyimbo, idea yote itakayokuja kichwani Idea ile ilikuja kichwani ni idea ya mtoto, mimi nikaandika e, kwenye AI nitengenezee wimbo kwa ajili ya mtoto wangu anaitwa Heaven na nini, basi nikatengeneza ule wimbo. Siku zimepita karibia siku tano ngapi, ndio nikamwambia bwana, unajua mimi nitengeneza wimbo, unajua uh, AI saa hizi inaweza zikatengeneza nyimbo na nini, nikamsikilizisha wimbo wa mtoto, akasikiliza pale Heaven, sijue ni maisha yangu ni nimebadilisha maisha yangu, akaona wimbo kweli ananipigia story eti nimeingia zangu nimeingia zangu mtandaoni nimetunga nyimbo ya kuniambia kesi nyimbo si Heaven wangu Heaven wangu, lakini hajakumbuka kutunga nyimbo ya kuniambia mtu wangu na kupenda. Umeona, ameona wivu uwezi ya nini, ndo amekuja kulisema hapa kwamba eti ya mimi naanza kutengeneza nyimbo za mtoto tu yeye simtengenezee nyimbo. Jamani, jamani, hiyo ni mtoto tu. Kuna siku mimi nilimwambia wife, nikasema nilikuwa nataka niondoke nyumbani nataka nitoroke, uh, niende nimtoroke, ni mtoto niende kwenye shughuli zangu. Sasa mtoto ikabidi tumtume dukani na dada yake. Sasa mimi ninavyotoka nikawa namwambia nikawa naongea pale, unajua mtoto ni moyo wangu na nini. Mwenzangu asiniambie kwamba huyo kwa huyo ni moyo wako na mimi moyo sehemu nyingine. Nikasema hii hii ligi tanitoa roho. Kwa hayo ndio mazingira ninayopitia na hawa warembo wawili, sijui nifanye nini, lakini wacha tuone.